Hii ni TemuTV, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Alright, bana was popping rbanaw kuhusiana na, na mtu mzima Cristiano Ronaldo na leo hapa tumegusa soka upande wa pili, ambapo leo na rekodi zake zote ambazo amewahi kuzika kwenye soka. Wengi wamekuwa kijiuliza kwamba eh, Ronaldo ana ana, ana, ana ugoti gani kwenye mpira? Kwa sababu hana World Cup na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizi hapa ni rekodi zote ambazo anashikilia, utaenda kufahamu mengi. Kikubwa ni kukumbusha, kama bado hauja subscribe, make sure una subscribe, lakini pia acha comment yako hapo chini kwenye comment section na niambie mchezaji gani ama player gani next ambao unatamani kuweza kujua pia story zake, tutakuwa tunasogeza hapa. Sio bwana, baki ni business, baki ni story ago by the name Temu. Kinacha Stefano, hujakosea. Cristiano Ronaldo ndo miongoni mwa wachezaji ambao kwa mwaka 2025 wameweza kuingiza kibunda kirefu sana. Ameingiza dola milioni 275, anasema huyu ndo highest annual earning ever for the footballer. Yaani ndo mchezaji pekee ambaye amewahi kulipwa kiwango kikubwa kwenye soka ama kwenye mpira toka ambapo umeweza kuanzishwa, sio bana. Lakini pia rekodi nyingine ambayo anashikilia ni UEFA Champions League rekodi ya prs meka, ni mtu ambaye ameweza kutokea kwenye mechi nyingi sana za Champions League zaidi ya mechi 183. Cristiano Ronaldo ameweza kucheza kwenye UEFA Champions League Laki, lakini pia rekodi nyingine ni UEFA Champions League top scorer ama goal scorer ambaye anashikilia rekodi hii akiwa na magoli 140, noma sana. Na pia ni mchezaji ambaye anashikilia rekodi ya kucheza mechi nyingi za kimataifa kupitia timu ya taifa ya Portugal ambapo ameweza kucheza mechi 226 na pia anashikilia rekodi ya kuwa mchezaji wa kiume kwenye mpira wa miguu kimataifa kuwa na magoli mengi kwenye timu za taifa akiwa na magoli zaidi ya 143, lakini pia na rekodi hii nyingine ambayo anashikilia kuwa mfungaji mwenye magoli mengi kwenye season moja ya Champions League ambapo kwenye hii season aliweza kufunga magoli 17. Lakini pia ni mchezaji wa kwanza ambaye anashikilia rekodi ya kuwa na ligi title tatu tofauti, kuanzia England, Spain pamoja na Italy. Tunafahamu vizuri, amechukua title akiwa na Manchester, amechukua title akiwa na Madrid, lakini pia akiwa na Juventus. Lakini pia this time akiwa Saudi Arabia, huko Uarabuni anashikilia rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza kuwa na magoli mengi kwenye season moja ambapo aliweza kufunga magoli 35. Alright, moja ya rekodi kubwa kabisa ambayo nadhani hii ni siri ambayo labda huenda watu wengi hawafahamu ulimwenguni ni kwamba, yani kwenye huu ulimwengu wa this time, tunaweza kusema ulimwengu wa kidigitali pia ambao tunaishi, Cristiano Ronaldo ndo mtu pekee ambaye ana wafuasi wengi ulimwenguni kote Kombaini mitandao yake yote ya kijamii kuanzia sijui Facebook, Instagram, Twitter, I mean, X this time, TikTok, YouTube, wareva platform zote ambazo unazifahamu basi, CR7 ndo mtu pekee ambaye anaongoza kuwa na wafuasi wengi akiwa na jumla zaidi ya wafuasi 1 bilion kwenye social media zake zote. Bana huyu jamaa, hichi kitu ambacho anakishikilia ni kikubwa sana. Hata juzi alikuwa anasema, kuna podcast yake alikuwa anaangalia juzi, amefanya na Pierre Morgan akawa anasema anatamani kuweza kukutana na mtu mzima Donald Trump, rais wa Marekani, kwa sababu anaamini yeye ana influence pia kwenye ulimwengu huu. Na nadhani hapa ni source, ukiangalia tu uhalisia wa watu ambao iko nao wengi, one billion followers. Inaweza ikawa inachangia pia na yeye kutamani kuweza kukutana na President Donald Trump, na tukaweza kuona juzi kati hapo alikuwa naye, wamekutana naye. So na papa si Ronaldo anasema ni ku bring peace in the world, kuweka amani duniani. Anaamini kwamba rais wa Marekani anaweza kutengeneza peace Uh, ulimwenguni kote. So heis praying for peace, heis a good person. Lakini pia mbali na hiyo Cristiano Ronaldo ndo the most followed person on Instagram. Ni mtu ambaye ana wafuasi wengi sana ambao wameweza kumfolo kupitia Instagram yake akiwa na wafuasi zaidi ya milioni 668 bana e ba <laughs> nomasana, aliona jusikati kwenye most hide people on Instagram paposti Yani watu ambao wanalipwa pesa mingi kwa kuweza kuposti picha moja ama tangazo moja tu kwenye Instagram yake, ilikuwa ni yeye, ambapo analipwa zaidi ya dola milioni mbili point kadhaa huko, kwa hiyo nikienda karibia dola milioni tatu. Kibongo bongo ni billion of money. Pia rekodi nyingine kubwa kabisa ambayo mtu mzima CR7, Cristiano Ronaldo, anaweza kushikilia ni kuwa all the time leading score in official matches, na cha kumaanisha hapa ni kwamba Cristiano Ronaldo anashikilia rekodi ya kuwa mfungaji mwenye magoli mengi kwenye official match, yaani magoli ambayo amerekodiwa yale kwenye video yale kwenye mechi official, kulikuwa wachezaji wote ambao unawafahamu, akiwa na magoli zaidi ya mia tisa hamsini na nne this time ambao tunaweza kuzungumza. So na lengo lake ni kufikisha magoli elfu moja. We are waiting for him to reach that target, lakini kikubwa hicho ndio ambacho nimesema nikisogeze kuhusiana na ukweli wa Cristiano Ronaldo ama story ya kweli kuhusiana na Cristiano Ronaldo na na hizi hapa ndo rekodi ambazo anaweza kushikilia mtu mzima Cristiano Ronaldo CR7. I hope you guys are going to enjoy. Nimesogeza hapa vizuri sana. Please, please nikukumbushe tu kama bado hauja subscribe, make sure una subscribe lakini pia drop comment yako hapo chini kwenye comment section. Ni kitu gani ambacho unakikubali kutoka kwa CR7 Cristiano Ronaldo? tutakomeza kutisha kinomano. Next time itakuwa ni story ya founder wa KFC ambaye ameanza biashara akiwa na umri wa miaka 62, lakini pia mbali na hiyo this time KFC kwa worldwide ni miongoni mwa watu ambao wanasemekana ni matajiri. Hebu imagine, kama ni kijana, sasa hivi na hujaanza biashara, au ujitume ufanye kazi, huyu jamaa wa KFC ameanza biashara akiwa na umri wa miaka 62, so the next story itakuwa ni hot sana ya kumotivate kuweza kujituma na kufanya kazi. So, please, please don't forget to subscribe to TemuTV, hapa ni nyumbani kabisa. Tufollow kwenye mitandao yote ya kijamii jina ni moja. As you know, till next time. Bye bye. Ciao. Peace. Hii ni Temu TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.